Jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii kuweza kutengeneza pesa. Leo nitakuonyesha namna gani unaweza kutumia hii mitandao ya kijamii kutengeneza pesa. Njia ya kwanza ambao wataalamu wengi watakushauri sana ufanye kutengeneza pesa mtandaoni ni kutafuta product ya kuuza, yani kutafuta bidhaa. So, watakwambia heza, utafute nguo, uuze vipodozi, uuze, uuze, uuze, au uuze vitu vya ndani. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia hii ina taj lakini kuna njia hii ya pili, ni rahisi na unaweza ukatengeneza pesa nyingi na haitaji vitu vyote hivyo. Njia hii ni nini? So, badala ya kuwaza ni product gani nenda nikaiuza katika mitandao ya kijamii, unatakiwa kuangalia kwenye soko kuna tatizo gani ambalo naweza nikalitatua hilo tatizo, na watu wakanilipa mimi pesa kutokana na uwezo wangu wa kulitatua hilo tatizo. Hii biashara tunaita expert business. Uhitaji hii biashara ifocus katika kuuza bidhaa but unakuwa kama mtaalamu wa kutatua matatizo na baada ya hapo kujua tatizo sasa, ile solution inaweza ikawa ni taaluma, yani maanake ikawa ni elimu. Na kama hiyo solution inahitaji physical product, si lazima utengeneze wewe hiyo bidhaa, na si lazima uende ukanunue hiyo bidhaa. Kuna watu wapo wanaotengeneza hizo bidhaa za kutatua matatizo, lakini wao tatizo lao wanahitaji watu wa kununua. So wewe ukiwa na uwezo kupata hawa watu, unaweza kaongea na yule mtu ambaye anayeuza ile product, endelea ukasema mimi nitakuuzia hii product yako, lakini mteja atakayelipa, nitakupa bei yako ya jumla na mimi nitabakia na faida yangu na hata sipouze simuzi hutopata hasara, na hii tunaita expert business, na zipo watu wengi sana wanafanya hivyo. Umeona, kuliko kununua mabidhaa kaa nao ndani, alafu usipouza inakuwa ni hasara kwako.